Asalamu alaikum na karibu katika kudukuzo wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe sita ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kuna kudukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya mbali Tanzania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 Ulege ataja vipaumbele vya kujenga zaidi nchi. Foleni mizani yapatiwa tiba, ta kufungwa miji mia mbili lami kilomita hamsini na mbili kupunguza msongamano da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. CCM, hatuna ugomvi na Chadema, habari katika ukurasa wa saba. Ripoti ya Kariako ya baini wazawa kuuza taarifa kwa wageni, habari katika ukurasa wa tatu. Bilioni kumi na sita kuimarisha mazingira asilia Tanzania, habari katika ukurasa wa nne Msajili Mutungi ataka vyama vilinde amani, ahimiza vizingatie sheria, viondoe taswira hasi kwa jamii. Habari kamili ni katika ukurasa wa saba. Rais Samia awatakia heri kidato cha sita, habari katika ukurasa wa nne. Mwingine mbaroni shambulio Padri Kitima, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika bajeti ya wizara ya ujenzi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uhusiano wa polisi raia wazua hofu. Wananchi waishutumu kwa kukithiri matukio ya utekaji watu kushambuliwa, huku uchunguzi ukibaki sintofahamu wadao wadau wataka hatua za haraka, wataja umuhimu wa polisi kwa usalama wa raia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili una picha ya soka mdude pamoja na kibao mwarobaini kuporomoka kwa maghorofa watajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili ukurasa wa kumi na saba kumi na nane pamoja na ukurasa wa kumi na tisa nuguu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya waziri wa ujenzi Abdallah Ulege akisema hadi sasa lodsel za kidigitali zimefungwa katika mizani kumi ambayo ni Mpemba, Nyuki, Mikese North, Mikese South, Mikumi North, Nala, Makuyuni, Utukula, Mingoyo na Himo. Gazeti limeandika ripoti maalum: maofisa hawa kikwazo kwa waliojifungua kurudi shule. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili serikali ilipoanza utekelezaji wa mwongozo wa kuwarejesha shuleni wanafunzi wagiwamo waliopata ujauzito, imeshuhudiwa mabadiliko hasa katika maeneo ya haki elimu kwa wasichana. Mwongozo huo ulitolewa na wizara ya elimu, sayansi, teknolojia Februari elfu mbili na ishirini na mbili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili. Gazeti limeandika mapenzi sheria mkononi vyatikisa uhai wa watu 2663 habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika kinachoendelea kushambuliwa kwa Padri Kitima, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Ninalo gazeti Majira, gazeti <gibu>, huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ujenzi bajeti ya kazi na utu 2025 2026 Waziri Ulega aahidi ujenzi zaidi. Rais Dr Samia kuzindua daraja la JPM. Makandarasi wazawa kicheko. Miji mia mbili kumulikwa taa. Usumbufu kwenye mizani wapata dawa, habari katika ukurasa wa nne. Serikali yapiga marufuku kutumia misumeno mnyororo bila kibali, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika serikali yataka GBT kuhakikisha sheria zinafuatwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Polisi ya mnasa anayedaiwa kutoa vitisho kwa padri Kitima, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Profesa Ndakidemi ahoji matumizi holela ya misumeno mnyororo, habari katika ukurasa wa nane. ACT Wazalendo yalaani kauli ya RC Mjini Magharibi, habari katika ukurasa wa tatu. Kundi la RSF la ulenga kwa droni mji wa Port Sudan, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali ya Rais Samia inavyotekeleza miradi ya maendeleo kwa Tanzania, habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja. Habari picha ikimwonyesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan akiwa na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Abdallah bin Zaid Al Nahyan wakishuhudia utiaji saini wa hati za makubaliano baina ya Wizara ya Afya na Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuhusu uwekezaji wa ujenzi wa hospitali ya The Emirates Tanzania Bukoba mkoani Kagera jana Ikulu Dar es Salaam. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Neema Ujenzi, fedha kwa ajili ya wizara ya ujenzi zimeongezeka kwa asilimia ishirini na nane nukta nane saba kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita kutoka tirioni moja nukta saba saba mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano hadi tirioni mbili nukta mbili nane undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Trilioni mbili nukta mbili nane makadirio ya mapato na matumizi wizara ya ujenzi elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita Kipaumbele kingine ni utekelezaji wa miradi ya usalama barabarani ikiwemo kujenga mizani, kusanifu na kujenga barabara za michepuko, pamoja na kuendelea na mapitio ya sira, miongozo na mifumo. Gazeti hili imeandika mambo mbalimbali ikiwemo sheria kutungwa kudhibiti ujenzi holela taa barabarani miji mia mbili bilioni 19, kujenga madaraja makubwa barabara za kimkakati kujengwa, kamera kufungwa maeneo ya mizani, bilioni mia tano hamsini na saba kukarabati barabara zinazoharibiwa na El Nino, kicheko makandarasi rasi, flyover kupunguza foleni da. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili aliyeandika. Siku za kitima zinahesabika tiwambaroni. Habari katika ukurasa wa pili, mkazi wa Mbezi Makonde, Dar es Salaam, Fredi Edward Kosi mwenye umri wa miaka 51 anashikiliwa na jeshi la polisi kutokana na chapisho la vitisho dhidi ya katibu mkuu wa baraza la maskofu Katoliki tek Padri Charles Kitima, alilolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya kushambuliwa na kujeruhiwa. LHRC ya jana hatua tatu kuwadhibiti wasiojulikana. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, askari polisi wachunguzwa kuhusu sakata la Mdude. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Pia gazeti hili lakini imeandika act ya mjeju RC, kauli ya kuhusu vitambulisho vya watumishi. Habari katika ukurasa wa pili. Polisi kipenga cha lala salama, uboreshaji ya daftari la wapiga kura. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti ya Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele lenye limeandika tumeguswa, tukio la kujeruhiwa kwa padri Kitima limeosononisha maaskofu. Viongozi wa dini kauli ya jeshi la polisi yakosolewa, yadaiwa kuwa nia ya kuficha harufu ya uuzo utata. Maendeleo ya hali yake, taarifa zikidai atapelekwa nje, tek yasema anaendelea vizuri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Nini kinafukuta? Shiriku madai tembo huponzwa na meno yake, ukwasi waiponza waziri, aishitaki mbele ya waziri mkuu, aapa kuivunja budi yake. Habari kamili ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika makandarasi wazawa wapewa miradi ya shilingi bilioni ya hamsini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na moja. Padri Kitima mdude tunakoelekea siko. Habari katika ukurasa wa saba. Biashara kati ya Tanzania Malawi kuendelea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili. Lakini pia gazeti hili limeandika makardinali ya wa wawili kukosa uchaguzi wa papa kesho. Habari katika ukurasa wa kumi na saba. Kuyumba kwa demokrasia turejee tawala za jadi, hili ni swali undani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Gazeti limeandika timu ya Azam ichukue somo Pyramids. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele lenye kusema tunaanzia wanapoishia wengine. Gazeti ya Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika bajeti ya kazi na utu ya wasilisho bungeni ni ya wizara ya ujenzi. Waziri Ulega anenye vipaumbele kumi muhimu, mojawapo ni ujenzi wa barabara za kimkakati zenye kufungua fursa za kiuchumi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mwandishi Uhuru ang'ara Samia kalamu, habari katika ukurasa wa pili. Serikali yataja hatua kuhusu udhibiti michezo ya kubahatisha, habari katika ukurasa wa tano ashikiliwa na polisi tuhuma za vitisho dhidi ya padre Kitima, habari katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili limeandika Balozi Pindi yazindua mradi wa dola milioni 5.8, habari katika ukurasa wa tatu. Uingereza yaridhishwa na usalama watalii Zanzibar, habari katika ukurasa wa tano. Makadirio ya mapato matumizi 2025 2026, katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 15 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti wa machinga ni nalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika ujenzi ni bajeti ya kazi na utu. Waziri Ulega ahidi ujenzi zaidi ya Rais Dr Samia kuzindua daraja la JPM. Makandarasi wazawa kicheko. Miji mia mbili kumulikwa taa. Usumbufu kwenye mizani wapata mwarobaini, habari katika ukurasa wa saba hadi ukurasa wa kumi na nane. Uganda ukabila vaitesa CCM Moshi katika jimbo la Moshi Vijijini, kigogo atajwa kuwa nyuma ya ajenda ya kuzuia wagombea toka huru. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Waziri Chana azindua mradi wa dola milioni tano nukta nane kuhifadhi misitu. Habari katika ukurasa wa tatu. INEC yawataka wananchi kutumia siku zilizobaki kuboresha taarifa zao. Habari katika ukurasa wa pili. Jaji Hamisi, msaada wa kisheria mama Samia wapunguza mrundikano wa mahakamani, habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo gazeti wa machinga katika ukurasa wake wa mbili. Kamata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, ni nalo lenyewe limeandika msaada wa kisheria utasaidia upatikanaji haki, jaji mkuu. habari katika ukurasa wa pili. Baraza la bajeti uanza kesho, habari katika ukurasa wa tatu. Kongamano fursa za uwekezaji Pemba kufanyika mwezi ujao, habari katika ukurasa wa 18 lala au masikio watahiniwa kidato cha sita, habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika mmoja mbaroni kwa tuhuma za kuchapisha vitisho dhidi ya padri Kitima, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na wazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti mwanaspoti lenyewe limeandika Azam FC ya rusha taulo kwa misimu miwili akiwa na timu hiyo kiungo huyo amefunga mabao 23 na asisti 21 katika ligi kuu. Fei Toto awaachia mkataba wa shilingi bilioni tatu mezani. Mudathiri ya haya atajwa Chamazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa tatu pamoja na ukurasa wa kumi na mbili, timu za Simba na Yanga zikihusishwa. Gazeti hili imeandika bado pointi saba, msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara ukiongozwa na Yanga mwenye alama sabini mara baada ya kucheza michezo 26 wakati Simba ana alama 63 mara baada ya kucheza michezo 24. Matokeo katika mchezo, mchezo wa jana ni Simba moja, JKT Tanzania sifuri. Gazeti hili imeandika tuondoe ligi kuu bara mikekani, Edo Kumwembe kwamba mpira wetu umeingiliwa na watu wanaobeti ndani ya uwanja ni miongoni mwa taarifa mbaya zaidi kuwahi kusikika katika mpira wetu. Tunanong'onezwa kwamba kuna wachezaji wanabeti kuna waamuzi wanabeti. Ya habari ni katika ukurasa wa kumi na tano. Inter Barcelona, hukumu ya kibabi Champions League baada ya Barcelona kushindwa kutumia vyema uwanja wake nyumbani dhidi ya Inter Milan. Hukumu ya timu hizo ni katika ukurasa wa kumi na nane. Undani wa taarifa hiyo umeandikwa, ikiwa leo Jumanne saa nne kamili usiku ni Inter Milan dhidi ya Barcelona, mchezo wa kwanza matokeo ni Barcelona tatu Inter Milan tatu msimamo wa yanga watikisa mgomo wa dabi. Yanga imekaza msimamo kutocheza tena dabi ya kareko iliyoharishwa Machi nane kwa ilichodai kupigania haki ya klabu hiyo, lakini msimamo huo umetikisa na kuwagawa wadau mbalimbali walioeleza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, huku gazeti Mwanaspoti likiandika UEFA kesho Jumatano ni PSG dhidi ya Arsenal saa nne kamili usiku park the Princes pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa undani zaidi magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Habari Leo ninalo mikononi mwangu lenye limeandika simba yala kiporo kingine. Simba imeendeleza ubabe kwenye mechi zake za viporo baada ya kuifunga JKT Tanzania moja sifuri katika mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, uwanja wa meja jenerali Isamuyo, Mbweni, dar es Salaam. Yanga yaivimbia CAS. Klabu ya Yanga imesema haiko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka za soka za Tanzania kwani hawana imani nazo wawili Tanzania wachomoza kikosi bora futsa habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili gazeti limeandika vurugu Shabana Gor Mahia zayamsha FKF habari katika ukurasa wa 22 serikali kudhibiti kamari maeneo ya makazi habari katika ukurasa wa 23 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo giji la habari Tanzania na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, Jumanne ya leo.